Kwa majina naitwa Naweed Mulla, ni mkurugenzi wa Mbogo Ranches uh, ni mfugaji pia niko kwenye shughuli za kilimo. Leo tuko kwenye hafla muhimu sana ambaye tuko na ndugu zetu wa NBC tukisaini MOU ya makubaliano kati ya kampuni zetu mbili kushirikiana kwenye kuwasaidia wananchi kupata mbegu bora kwa mifumo ambayo inaweza kuwa rahisi kwao. Kwa hiyo tunajua mbegu kutoka nje kama tulivyosikia na tutakavyoona kwenye mnada, zinakwenda kwa gharama kubwa. Sio kwa kutaka au kwa kulazimisha, lakini ndio gharama za, za usafiri za matunzo kule, lakini pia ngombe bora unfortunately gharama zao pia ni kubwa, sababu ili watu wafuge ngombe bora au wazalishe ngombe bora wa yake ni kubwa. Kwa hiyo katika moja ya mbinu ambazo tumejaribu ku, kuileta tukishirikiana na wenzetu NBC ni kujaribu kufungua dirisha la, la, la, la kuwakopesha watu ng'ombe ambazo zinatoka zina Mbogo Ranches. Kwa hiyo, NBC imekuwa benki ya kwanza kutishika mkono kwa namna hiyo. Kwa hiyo niwashukuru sana sana e, ndugu yangu Sabi, najua umekuwa nyuma ili jambo MD kwa nguvu kwa yako kubwa, nikushukuru kushukuru sana tumeshindwa kuja leo, lakini mawakilishwa vizuri sana kwa hiyo uh, nashukuru sana kwa effort yako na Raymond pia alivyokuwa milibeba, baada ya kuwa tubiliamilibeba vizuri sana, na inanipa matumaini kwamba kazi yao ni efficient na, na tutaweza kuambia, ng'ombe hazisubiri. Tukipata opportunity ya kununua, muda ni mfupi wa kuweza kulipia. Kwa hiyo wameonyesha utayari wa kuwa na sisi kwenye kuhakikisha kazi inaenda vizuri efficient. Lakini wameahidi mikopo rafiki na kuwa waelewa kwa wananchi Eh, masharti lazima yawepo, ndugu zangu. Hamna mkopo bila masharti. Hata ukikopa kwa ndugu, anakwambia lazima, bwana, unilipe, na lawama lazima zije ukichelewa. Kwa hiyo benki ni biashara, kwa hiyo hawezi na yeye kujiwekea kitu ambacho hana uhakika kitarudi. Kwa hiyo nitoe tu wito kwa watu, tujaribu kubadilika. Eh, maisha yanakwenda kwa haraka, fursa kama hizi zinakuja kwa ambao wapo tayari kuzitumia na kwa ng'ombe zipo, benki ipo, naamini hivyo ndio vipengele muhimu sana. Tunakuhitaji sasa, na wewe mfugaji uje uingie kukamilisha jambo lote liweze kufanikiwa daima. Karibu nawe.